Leo katika video hii tutakwenda kujifunza njia rahisi sana ambazo zitakusaidia wewe kupata password ambazo umezisahau. Kwa hiyo nitakwenda kusaidia hasa hasa kwa upande wa email. Lakini njia ya kwanza ambayo tutakwenda kujifunza ina uwezo kukusaidia hata kwa mitandao ama tovuti mbalimbali ambazo uliwahi kutumia email kusign in ama kuingia kwenye hizo email, lakini imetokea kwa namna moja ama nyingine umesahau. Kwanza kabisa kama tunavyofahamu kuna uwanja Uh, wa Google . Mfano kama una email ambayo umesahau password, una una uwezo wa ku recover password. Lakini kabla ya recover password yawezekana, uh, password yako imewahi kuseviwa. Mfano kwa watu ambao wanatumia Chrome kwa ajili ya kuperuzi mitandaoni, kuna uwezekano mkubwa Chrome imesave password yako. Mfano sasa, kuangalia kama password yako ipo na imeseviwa, una kuja mfano kwenye Chrome hapa, ukigusa vidole vitatu hapa juu. Hii ni njia ya kwanza unakuja kwenye upande wa setting hapa chini. Ukifika kwenye setting uh, ukishuka chini kuna sehemu hii imeandikwa, utaona hapa pameandikwa Google Password Manager. Ukigusa hapa Google Password Manager zitakuwa zinaonekana kama hivi. Namna kila tovuti utaona, ina maana hiyo tovuti ina akaunti ngapi na password ziko ngapi. Kwa hiyo kama kuna tovuti yoyote unaitafuta na umesahau password yake, ukigusa hapa utaweza kuiona. Lakini kwa upande wa Google kama una Gmail yako umeisahau utashuka chini kabisa na kutafuta eh, uh, Google umeona, kama hapa hapo, yeah, umeona hii ndio, uh, kama kuna email yoyote upande wa Google ukigusa hapo inakuonesha na account zako, lakini pia utakuwa na uwezo kuona password zako ambazo inawezekana kwa namna moja ama nyingine umezisahau. Kwa hiyo, hiyo ni njia ya kwanza. Ukigusa hapo utaweza kuona password zako na unaweza kazikopi kirahisi kama hivyo. Kama njia hii Uh, haitokusaidia ama yawezekana wewe haukusevu password zako kupitia Google Chrome, iko njia nyingine ambayo sasa itakubidi uende kwenye process ya kurecover uh, password yako ama kurecover email yako kwa mtu ambaye umesahau password. Kwa hiyo tutazame process hiyo. Kama umesahau password na haikuwahi kuseviwa kwenye Google Chrome, kwa kama kawaida, utakuja kwenye sehemu hii ya kuandika hapa email yako na baada ya kuwa umeandika ameandika email yako hapo Yawezekana ukajeza password kama kawaida, lakini unapogusa usign in unaona inakuwa inakataa. Sasa option ya kwanza kabisa ni hii ya kugusa forget password, na unapogusa forget password wanakuleta kwenye process za kurecover uh, email yako bila kutumia password. Sasa hatua ya kwanza kama kwenye ku kutengeneza email yako uliwahi kuandika uh, recovery Phone number ama recovery uh, email wataitumia ile email kukutumia wewe uh, taarifa zozote, uh, kama link ya kuingia kodi, ama kitu chochote ambacho kitakusaidia wewe kuingia kwenye email yako na kuthibitisha kwamba ambaye anagusa forget password ni wewe mwenyewe. Mara nyingi ndio inakuwa hivyo. Mfano, nikikuonesha hapa kwa hii, umeona kuna njia ya kwanza hii, umeona A uh, kwenye hii nina simu yangu, na unanionyesha hapa kwenye simu yako, inabidi uthibitishe kwamba ni wewe, lakini pia utagusa namba hii ambayo inaonekana hapa. Mara nyingi kama uliwahi kutumia simu yako na ume uh, kuna ile tunaita two step verification uliweka on kwao, kama ni wewe na umesahau password yako, uta recover kwa namna hii. Kwao kwenye simu yako utagusa yes, yeah, yes it's me afuna baadaye utagusa namba kama jinsi ambavyo inaonekana, na mpaka hapo tayari utakuwa umeingia. Sasa tufanye kama huyu mtu hakuweka simu, ukigusa i don't have a phone, unaona watakuletea kwamba watakutumia verification code kwa email. Wewe mwenyewe unajua email yako ambayo ulijaza kama recovery email. Umeona hapo, utaingiza recovery email yako na utaingiza kodi kwanza utajaza recovery email ambao wame blank hapa, na baadaye utatuma hizo kodi. Lakini kama uh, haukuwahi kujaza, process hizi zitakuwa za tofauti. Umeona hapo, takwambia haujajibu maswali ya kutosha. Sasa kama umejaribu kila njia na umefika hapa, umekwama na unashindwa kuingia, unaweza kugusa motive. Lakini cha muhimu zaidi, iko video ambayo nimeandaa kwa mtu ambaye anashindwa kuingia kama hivi, na hasa hasa video hii ni kwa ajili ya watu ambao yawezekana imeli yako imehakiwa na unashindwa kuingia. Iko video ambayo nimeandaa na ni maalum kwa ajili ya watu ambao yawezekana akaunti yako imehakiwa, kwa sababu mtu anapokuwa amehaki, mara nyingi anabadilisha password, anabadilisha zile recovery email, anaweka vyote vya kwa, haitosaidia hata ukipitia hizi hatua zote, kwa video hii ni kwa ajili ya watu kama hao. Lakini pia hata kama umefika mpaka hapa na umeshindwa, basi ah, nimeandaa maelekezo ambayo atakusaidia wewe kupata tena access ya email yako. Lakini kama email uh, unaojaribu kulirecover hapa bado ipo kwenye simu yako, inawezekana unataka kuingia sehemu nyingine na umesahau password. Ni rahisi, unaweza ukaenda tu kwenye setting au ukatumia hata Gmail ama YouTube ama sehemu yote ambapo kuna email yako. Ukigusa ile sehemu ya email kama kawaida, unaweza ukamanage password na baadaye ukachange password. Kama password yako tayari ipo kwenye simu ni rahisi, lakini kwa watu ambao password haiko kwenye simu au umehakiwa, au hata kama hujahakiwa lakini, uh, maujanja ambao nitakwenda kufundisha kwenye video ambayo inafuata ni muhimu sana kwa mtu ambaye unatamani kujilinda ama kupata tena access kama ikitokea umehakiwa kwenye email yako.